Habari, jina langu ni Jackson Patrick na siku ya leo ningependa tu nikujifunze kuhusu references na citations. Tutajifunza kutafuta reference na kuzitumia hizo reference kupata material sahihi kutoka katika mtandao. Na fifi ku stick together na ku get along tunapoanza mpaka tunapomaliza ili upate kitu pia na dimo wako. Unapoa katika simu yako, hatua ya kwanza ni kusearch kitu kinachoitwa Google Scholar. Kwa utaingia Google au web browser yoyote ambao ulionayo, utaandika Google Scholar ambayo itakuwa ya kwanza hapo, na ukisearch, itafunguka. Ikifunguka uta click ile search result ya kwanza iliyoandikwa Google Scholar na sio nyingine, ili kuifungua na itakapofungua itakuletea mwonekano kama huu. Utabonyeza kwenye sehemu ya kusearch, utaandika mada ambayo unataka kuisearch. Kwa mfano unaweza kaandika renewable energy, ona. Na ukibonyeza itakuletea. Sasa inavyovileta ni articles mbalimbali zilizoandika vitu vinavyoconcern na renewable energy. Kwa hiyo utaenda hapo sasa, ili kupata citations hizo, umeona, unaibidi uzikopi kwenye clickboard, na ili kukopi kwenye clickboard, umeona, clickboard yako ipo kama hivi, na sehemu ambayo kila kitu unachokikopi kinakaa hapa. Sasa inabidi sio vikopi viingie huku kwenye clickboard ili kusudi ukienda kule utavienda kuvipesti. Sasa mimi nilikuwa na vingine nimevikopi, nimevifuta ili kusudi iwe empty. Nitaonyesha sasa, unavoenda kukopi, utaviona vinaingia kwenye clipboard, na nikienda kwenye AI nitaenda kuvipesti ili kusudi kwenda kutafuta majibu. Kumbuka hapa, tunachoenda tunachokitafuta hapa sio majibu, tunatafuta references ambazo tunaenda kuzitumia kwa AI ili kusudi kupewa majibu. Kwa hiyo, ili kuipata utabonyeza hii mishale hapo. Utafunguka, utaenda kwenye sehemu ya site na utaenda kwenye APA utaibonyeza mara mbili na kukopi. Nenda APA kwa sababu yani tunatumia sana APA na sio zingine. Kwa hiyo utakopi reference zote hizi unazozitaka. Kwa hiyo mimi leo nitakopi reference nne. Baada ya hapo, tutakopi tutaenda hivi na nitaenda ya mwisho. Baada ya kukopi sasa, vimeshaingia kwenye clipboard, nitatoka kwenye Google, nitaenda kwenye AI yule ambayo namtumia kwa mimi na kwenye simu yangu, nitaenda kwenye Gemini. Utaenda kwa AI yule ambayo unamtrusti kumtumia. Ukifika okay, pale utaandika explain, utaandika lile swali kwa jinsi lilivyo kwako. Utam, ukisha hiyo swali, utaandika according according to, utaruka mistari kama miwili, utapaste sasa zile reference ambazo umezitoa kule upande wa pili na kuzipata, utaenda hapo ni clickboard, utaenda kuzipaste. Utapaste ya kwanza, utashuka mstari, utapaste ya pili, utashuka mstari, utapaste ya tatu utashuka mstari utapesti ya nne, na baada ya kupesti hapo mwishoni kabisa utaambia put citations and references, alafu utasubmit. Baada ya kumpa atakuletea majibu kama unavyoona hivi, akiwa ameweka citations humo ndani na mwishoni kabisa ameweka references. Kwao itatokana sasa, na wewe umemuuliza we kwa namna gani, itokana na swali ulivyomuuliza. Nakumbuka AI hawa wanajibu kutokana na, na zile request ulivyomwambia. Ukimpa information chache atakuletea majibu machache, kama si alivyotuletea hapa. Ukimpa information nyingi atakuletea majibu mengi. Kwa hiyo baada ya hapo sa utabonyeza kukopi au majibu utatoka, utaenda sehemu ambayo kwenye simu yako unaandika documents za word kwa wengine unaweza ukaenda kwenye word office, lakini kwa kwangu leo mimi nitaenda kwenye Microsoft 365 ipo kwenye simu yangu. Utafungua sehemu ya word document na nita paste. Nikisha paste itakuwa na mwonekano kama huu, kama unavyoona majibu yangu haya hapo na references zake hizi hapo, na huu ndio mwisho wa tutorial yetu siku ya leo. Kama imekusaidia, unaweza kuacha thumbs up, comment na kusubscribe ili kuendelea kupata video zaidi nzuri za namna hii. Kwa hiyo asante na wakati mwingine.